O wale wamelipo wote, na nimeona mtu mutu amepiga amefika mabango hapa ya Ruto wameshika ya Kindiki. Ruto na Kindiki sio wenye wa Meru hapa, ni watu wa Kenya hapa. Sasa mimi kama mutakuya kuturuza sisi ndugu zetu, tutakubali watu mpaka mpendrum wakuya watuharibia mkutano, tumekataa. Sasa wacha niwaambie ndugu zangu, sisi tumejitolea kukomboa nchi hii na tukiwa hapa, tunaelewa William Ruto na mipango yake, na hatutakii mema kama sisi wa Meru. Na ndio unaona yale watu wote anataka tukupangia, ni wale hawatamuuliza maswali, na ndio sasa nawaambia sababu tuko na viongozi tuko na wazalendo, tuunganeni pamoja, sababu wabunge wetu walienda kulala na kasongo. Swali yenu ya barabara, swali yenu ya mambo ya hospitali haitaweza kuulizwa. Tulikuwa na kasongo hapa na nataka kurudia tena hapa South Imenti, hakuna barabara yenu yote ile ya tulikuwa tunasema ya kutoka Mikombone sijui kupanda mpaka kule Kionyo, bajeti ya sasa haina ndururu tukienda akianikia ndege mweroga huko, bajeti ya sasa haina kitu yeyote, lindalila kunasikia, wabunge wote wanaenda kupiga magoti na kupiga makofi kwake, wakati rasilimali zote za nchi zimepelekwa palingine na watu wa Meru wale walimpigia kura. We were number four in supporting William Samoei Ruto. And out of the ten counties that supported William Ruto 6 of them

na kule sentru, sisi hatutatishwa, hatutatishwa na mtu yeyote, na tutaamua kama ni kiumana, kitaumana. Mkitaka nawaomba tukubalieni, tuambie wananchi hawa ukweli wa maneno, wacho wanjiamulie nani anasema ukweli, nani anasema uongo. Sababu sisi tuliambiwa uongo, tunajua na hatutakubali watu wetu kuendelea kundanganywa milele, ama namna gani? Ama namna gani, tuko pamoja Tumekubaliana Kasongo ni one term. Kutuma Bulane William Ruto ni one term. Tumesema William Ruto aende nyumbani. Mtu sasa ndiye kumpeleka nyumbani. Arambe. Arambe. Aende, asiende. Aende, asiende. Pamoja na soprano wake. Ama namna gani? Ukiingia ile watu na tu enjoy. Tuko na problems mingi ambazo zimekuwa created na huta huyo mtu wa soprano. Mipaka yetu ya pande ya mbeti, ya, ya ya mbeti mambo ya shinda na na, lakini tukisema na tukiongea na watu inasemekana ate tunata... nani ameleta shinda hapa kweli? ama aibu? si aibu, aibu si aibu, waende wasiende Si sasa nimwambia nimkumbali nimwite kiongozi wetu afalisie ama namna gani? Tumkaribishe mheshimiwa Regadi, akaribu wadi ya Ngobo. Muko sawa? Mimi nimeshukuru sana, wacha nimwambie kitu, nimwambie Mua, nimwambie huyu Kasongo, si mimi nilikuwa naibu wake. Mimi nilikosana na yeye kwa sababu ya kufinya Wameru na wa...